Halafu wafuga minyoo wakali na hii wanaosema Roho mtakatifu sio Mungu, mimi wanaambia tu kwamba wewe nenda ule sambusa, usinzie na vijana ambao sisi ambao tumeiacha Biblia ndio, ukishaangalia mataputapu hayo na uerevu wa kibinadamu wa kupanga na kutafsiri aya, mwisho unaacha neno. Petro anachoeleza ni hivi: huyo uliyemwambia maneno ya uongo si mwanadamu, ni Mungu na amemtaja msari wa tatu ni Roho mtakatifu, na hapa anasema ni Mungu. Ndiyo maana kwenye confession, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Na ndiyo maana Yesu akasema ukinena kinyume na huyo utabaki na dhambi isiyosameheka maana yake ndiye anayefanya dhambi isamehewe, na tutakuja kuangalia kuanzia kesho, Yohana 14:16 16. Anasemaje? nami nitamwomba Baba, nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Nitaomba kwa Baba awape msaidizi mwingine. Kuna maneno mawili ya Kiunani yametumika pale, msaidizi na neno mwingine. Hiyo tunapata utafsiri msaidizi, msaidizi, msaidizi. Lakini neno lenyewe kwa hakika, wangetafsiri vizuri kwa Kiswahili, wasingetumia neno msaidizi, wangetumia neno mfariji, kwa sababu neno la Kiunani ni parakletos. Parakletos is the comforter, sio msaidizi, sio assistant sio labda associate, no it's parakletos, ambayo ni position anayoitumia Yesu Kristo, kwa sababu Kristo mwenyewe anaitwa ni mwombezi, ambayo tafsiri kama mwombezi, wakati ni parakletos, the same word. Nitamwomba kwa baba aje msaidizi, lakini mwingine neno la kiunani inaitwa alos. Wayunani wana maneno mawili yanayomaanisha mwingine, alos na heteros, heterotrophic Hetro hetro hetro hetro, hiyo neno hetro hetro ni neno la Kiunani, maana yake different kind. Lakini akitumia neno halos anamaanisha of the same kind. Kwa hiyo, Yesu anasema nitamleta mfariji of the same kind, the Holy Spirit. Yani, unaposikia Roho Mtakatifu anakuja of the same nature, the nature of the son is the nature of the Holy Ghost. So I'm going to send to you the Holy Spirit, the comforter of the same kind. Danielson chana tokera sura ya 26. Sura hiyo hiyo sura ya 26. Lakini huyo msaidizi, aha, huyo Roho mtakatifu, Parakletos huyo, Roho mtakatifu the Ambe, comforter ambaye Baba atampeleka kwa jina langu. Anakuja kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote, ndio atafundisha yote na kuwakumbusha yote mstari wa 27. Atawafundisha yote atawakumbusha yote. Komea kwa tu kwanza hapa. Kwa hivyo Roho mtakatifu anaitwa mfariji wa aina yake, huyu anayemtaja, na anashuka kutoka kwa Baba, atawafundisha yote atawakumbusha yote. Haiwezi kuwa nguvu inayokumbusha, haiwezi kuwa nguvu inayofundisha. Hii ni nguvu gani inayofundisha hii? Ambao watu wanasema Roho Mtakatifu eti ni nguvu ya Mungu, kwa sababu wamebabaishwa, mtapokea nguvu. Hawajui kwamba nguvu na Roho Mtakatifu ni vitu viwili tofauti. Hasemi mtapokea nguvu, ambaye ni Roho Mtakatifu. A, anasema mtapokea nguvu akiisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hiyo nguvu inatoka kwa Roho mtakatifu, sio kwamba nguvu ndiye Roho mtakatifu, ila nguvu inatoka kwa Roho mtakatifu, na hiyo dunamis ndiyo inaofanya tu achieve and to salvation from the Holy Spirit ndiyo maana Petro ya pili sura ya kwanza na mstari wa ishirini na moja anaandika. Petro ya kwanza sura ya kwanza Petro ya pili sura ya kwanza mstari wa ishirini na moja anaelezea, uone, atawafundisha mane kweli yote. Roho mtakatifu anasemaje, msomaji? Sura ya kwanza mstari sura wa ishirini na moja waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza na mstari wa ishirini na moja Nasema, inasema maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Neno la Mungu halikuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu bali wanadamu walinena yaliyotoka. Walinena yaliyotoka wali kwa Mungu wakiongozwa Mungu. Wakiongozwa na Roho Mtakatifu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Ametumia neno kuongozwa na Roho Mtakatifu, yani kila neno waliyonena, it was because the Holy Spirit led them na sasa hawezi kuwa nguvu eti inaongoza wanenaji. Let's go to second Timothy verse 16. Timotheo ya pili sura ya tatu na mstari wa kumi na sita uone anavyoelezea uongozi wa Roho Mtakatifu kwenye kunena, ilikuwa ni uongozi gani? Hebu soma hapa Timotheo ya pili tatu kumi na sita tatu kumi na sita kila andiko kila andiko lenye pumzi ya Mungu lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao. Kila andiko lenye pumzi ya, eh? ya Mungu. Pumzi ya nani? Ya Mungu, hapa ametumia neno ile, anawaongoza hapa natumia pneutos from the word numa ambayo inatokea kupumua, ambayo Waibrania wa, wa, wa, wa wanasema ruach, wa Yunani wanasema nyuma ambayo unasikia ukiugua shida ya upumuaji, unasema ana pneumonia from Greek word. Na anasema Roho Mtakatifu ndiye aliyepulizia ili waweze kunena, na kwa sababu hiyo utasikia Biblia anasema Roho wa Mungu yu juu yangu, Roho wa Mungu akanena, walinena ni hivi na vile, yote maandiko yote was the holy spirit. Let's go to Acts chapter 5. Acts chapter 5, the nature of the holy spirit. Petro, akasema anasemaje? Anania. Ananias. Kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Ukamunenea nani uongo? Kanisa, ukamunenea nani uongo nini umeruhusu shetani akujaze ukanena uongo dhidi ya Roho Mtakatifu. Asikilize anasemaje, msari wa nne: kilipokuwa kwako eh, hakikuwa mali yako? Kilikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, ndio thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Aha. Ilikuwaje ukaweka neno hili moyoni mwako? Ukawekaje neno hili moyoni mwako, ukumwambia uongo mwanadamu, ukumwambia uongo roho, ukumwambia uongo nani? Bado umemwambia nani? Mungu. Asangalia verse 3 and verse 4. Ukamnenea uongo Roho Mtakatifu. Huyo uliyemnenea uongo si mwanadamu, umemnenea Mungu. Harafu, wafuga minyoo wakali wa karne hii wanaosema Roho Mtakatifu sio Mungu. Mimi wanaambia tu kwamba wewe, nenda ule sambusa, usinzie na vijana ambao, sisi ambao tumeiacha Biblia ndio ukishaangalia mataputapu hayo na uwerevu wa kibinadamu wa kupanga na kutafsiri aya, mwisho unaacha neno. Petro anachoeleza ni hivi: huyo uliyemwambia maneno ya uongo si mwanadamu, ni Mungu. Na amemtaja msari wa tatu, ni Roho Mtakatifu, na hapa anasema ni Mungu. Ndiyo maana kwenye confession in the name of the Father, the Son And the Holy Spirit. Na ndio maana Yesu akasema ukinena kinyume na huyo, utabaki na dhambi isiyosameheka. Maana yake ndiye anayefanya dhambi isamehewe, na tutakuja kuangalia kuanzia kwa kesho.